Wanamgambo wa kikosi maalum nchini Sudani wa Rapid Support Forces RSF wamesema wamekubali kusitisha vita ili kuruhusu misaada ya kibinadamu nchini humo. Hata hivyo jeshi la Sudani halijakubaliana na mapendekezo hayo yaliyowasilishwa na Marekani na nchi za Kiarabu. RSF pia imesema iko tayari kufanya mazungumzo kuhusu kukomesha uhasama kati yake na jeshi katika kuvimaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa zaidi ya miaka miwili tangazo hilo la RSF linakuja chini ya majuma mawili tangu wanamgambo hao kudhibiti mji mkuu wa Darfur kaskazini El Fasher. Aidha, RSF wameshutumiwa kwa kuwaua raia wengi wa mji huo pamoja na no uvunjifu mwingine wa haki za binadamu kama unyanyasaji wa kingono. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni wa Marekani amesema wanazihimiza pande zote mbili zinazozozana Sudani kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya jeshi la Sudani na RSF vilianza mwezi Aprili 2023. Waasi wa Rapid Support Forces RSF wamekuwa wakizuia makumi ya wakazi wa El Fasher kaskazini mwa Darfur nchini Sudan tangu walipochukua udhibiti wa mji huo, kulingana na ushahidi uliokusanywa na BBC kutoka kwa familia ambazo zinaishi kwa hofu ya kushambuliwa na vikosi hivyo. Katika taarifa iliyotolewa Jumapili, Novemba 4 2025, Madaktari Wasio na Mipaka walisema kuwa vikosi vya RSF vinawashikilia maelfu ya raia ndani ya jiji la El Fasher na kuwazuia kuondoka baada ya kuchukua vyombo vyote vya usafiri vilivyotumika kuwahamisha waliokimbia makazi yao. Taarifa hiyo iliongeza kuwa baadhi ya waliokimbia walirudishwa mjini kwa nguvu, wakiwemo waliopigwa risasi wakati wakijaribu kutoroka na wengine kukabiliana na utapia mlo. Taarifa hiyo aidha, ilionya kwamba kuendelea kuzuiliwa kwa idadi kubwa ya raia katika mazingira magumu na uhaba mkubwa wa dawa na ukosefu wa huduma za matibabu kunazidisha janga la kibinadamu linalozidi kuwa baya zaidi. Pia iliongeza kuwa miili ya watu waliouawa ambayo imetapakaa viungani mwa jiji hilo ni tishio kubwa la kiafya na kimazingira. Madaktari hao pia waliomba kuachiliwa mara moja kwa raia, kufunguliwa kwa njia salama ili kuwawezesha raia waliokwama kuondoka, kuruhusiwa mashirika kibina ya kibinadamu kufikia maeneo yaliyoathiriwa kuhifadhiwa kwa miili iliyotapakaa mitaani ili kuzuia maafa mengine ya kimazingira. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.